Mheshimiwa Rais amesema mambo ya michakato, mambo sijui ya kusema nini, hataki, anataka matokeo kwa wananchi, anataka utekelezaji wa majukumu, matokeo tuyapate kwa wananchi. Hasa nyinyi mnasema liko kwenye mchakato, mnafanya milongo mingi ya nini? Ndugu zangu, milongo mingi ya nini? Simple like that. Ni mkuu wa wilaya ya Tabora Bi Upendo Wella wakati alipotembelea na kukagua mradi wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule ya msingi Kiloleni iliyopo kata ya Mapambano halmashauri ya manispaa ya Tabora mkoani Tabora na kukutana sintofahamu ya taarifa za kusuasua kwa mradi huo. Hapa tumeyumbishwa mara ya kwanza mpaka kuja kucheleweshwa. Hapa kilichocheleweshwa ni mchoro. Fedha zimeingia mapema sana mwezi wa sita. Hapa tukapewa e, deadline ku, ya kwamba mpaka mwezi wa 12 mradi umekamilika. Lakini lamani huyu anaingilia huku, anaingilia huku, kwa hiyo kuna namna ambayo hao viongozi hao wanatengenezea na ajali kadri tunavyokuwa tunahoji, pia tunaonekana kama vile kamati vile mnaweka kizuizi, mradi ufanye nini usiende mbele, kwamba tunauchelewesha mradi, lakini ni haki yetu kutaka kitu ambacho tunachohitaji kiwe bora. Akitoa maelekezo juu ya ukamilishwaji wa haraka wa mradi huo unatakiwa kuanza kutumiwa na wanafunzi mnamo Januari 2026. Bi Wella amewataka wote wanaohusika na usimamizi wa mradi huo kuhakikisha wanasimamia kwa usahihi ikiwa ni pamoja na kuwajibika kikamilifu, hususan idara ya manunuzi katika kuhakikisha malighafi zinafika kwa wakati sambamba na malipo ya wahusika wa ujenzi huo. Inapokuja faili ama dokezo la mradi husika kwenye eneo lako, litoe kwa wakati. Kama lina changamoto, mfuate mhusika kwamba huu hapa kuna changamoto au kuna nyaraka hii hujaatachi atekeleze. Mradi uendelee. Lakini sasa si unapewa faili, matokeo yake unaliputa wewe. Unaliweka huko chini uvunguni. Mpaka mtu aje kufuatilia muhusika mwenye naye dai ndio unalitoa tena uvunguni. Unaanza kushughulikia. Unakuta muda unakuwa umeshaenda. Matokeo yake tunachelewesha miradi inafanya nini? Inachelewa. Kwa hiyo mimi nielekeze wahusika wote. Mnaosimamia miradi, fanyeni kazi zenu kwa wakati ili muhakikishe kwamba hamcheleweshi haya malipo, matokeo yake wazabuni waweze kuomba, waweze kusupply material na shughuli ziweze kuendelea kwa wakati. Akitoa taarifa ya mradi huo wa kuboresha elimu ya awali na msingi Boost unaotekelezwa kupitia utaratibu wa fedha za ndani, kaimu mkuu wa shule ya msingi Kiloleni Bitedi Maiko amesema tayari kiasi cha shilingi milioni 342.9 kimepokelewa shuleni hapo kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule hiyo ikiwemo ujenzi wa madarasa, matundu ya vyoo, jengo la utawala, kichomea taka pamoja na jengo la elimu ya awali mradi huu utazingatia mchanganuo fuatao: kwanza, ujenzi wa jengo la utawala thamani yake ni milioni themanini; jengo la elimu ya awali thamani yake sabini na moja milioni sabini na moja mia nane; madarasa sita yenye thamani ya milioni mia moja hamsini na sita; matundu ya vyoo kumi na mbili thamani yake milioni ishirini na sita na mia nne; kichomeo cha taka chenye thamani ya milioni tano na laki saba; gharama za uendeshaji mradi milioni tatu jumla ya fedha ndio hizo milioni 342 na mia tisa. Umeanza kutekelezwa katika hatua za ujenzi baada ya mapokezi ya nyaraka za ujenzi na maana ramani mnamo tarehe 13 mwezi wa kumi, na mradi unatarajiwa kukamilika mnamo Desemba tarehe 31. Tumepanga mawe tu madarasa yote, tunangoja sasa nondo zija tusuke tumwage ile, ile, ya kwanza tumetume mkataba mpaka mwe, mwezi wa ya kwanza yanatakiwa madarasa yawe, yawe, yawe yamesha isha yote, lakini kwa mwendo huu haiwezekani hilo, sababu ma, vifaa vinakuja pole pole sana. Katika hatua nyingine, kamati hiyo ujenzi imetoa shukrani na pongezi kwa serikali ya awamu ya sita chini ya rais wake Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amefanikisha kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji katika usimamizi wa elimu nchini. Kamati ya ujenzi kwa ujumla inatoa shukurani kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hasani kwa kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji katika usimamizi wa shule. Tunatumaini kuwa ujenzi huu ukikamilika utaleta chachu ya ujifunzaji na ufundishaji kwa ujumla. Asante. Nikiripoti kutoka halmashauri ya manispaa ya Tabora mkoani Tabora, Michael Samuel George na hii ni Daily News Digi. Tuendelea kusubscribe, kucomment na kulike. Tufuatilie pia katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo underscore tz. Shukrani.